Ya Jenerali Kahariri ambaye alikuwa amehudhuria kikao cha kijeshi kilichohudhuriwa na wadau mbalimbali imezua mjadala mkubwa nchini, huku baadhi wakizua masuala kuhusu mwingilio wa jeshi kwenye siasa za nchi ni katika chuo kikuu cha kitaifa cha ujasusi na utafiti ambako tukio lisilo la kawaida lilishuhudiwa pale idara ya ujasusi ilijitokeza wazi mbele ya kamera. Kikao hicho kilihudhuriwa na wasomi kutoka taasisi mbalimbali mbali nchini, chama cha wanasheria nchini kikiwakilishwa na rais wake Faith Odhiambo, pamoja na wawakilishi wa mashirika ya kijamii, wanafunzi wa vyuo vikuu, bunge la wananchi na wanahabari katika hafla hiyo mkurugenzi wa idara ya ujasusi nurdin haji alifungua roho na kuanika wazi operesheni za kijasusi intelligence agencies have engaged in open dialogues to emphasize their role in national development security and diplomacy and today the national intelligence service takes a bold step in this shift towards transparency and public engagement

Miongoni mwa washiriki alikuwa Jenerali Charles Kahariri, mkuu wa majeshi, ambaye pia ni chansela wa chuo kikuu cha kitaifa cha ujasusi na utafiti. Kauli yake kuhusu matukio ya hivi punde ya kisiasa nchini yakiibua mtafaruku na mdahalo. So wakati watu wanaamua kwamba tumechoka na hii serikali, na mulichagua wenyewe, alafu mnasema must go, must go, that must go Must be done according to the constitution. Si kweli? Akirejelea kibwagizo cha Ruto must go kinachoendelezwa na wakosoaji wa serikali, Jenerali Kahariri alichokora mzinga wa nyuki. Nyimbo za Ruto must go zimekuwa kama jambo la kawaida kwenye mikutano ya hadhara huku wanaohudhuria wakionekana kutoridhishwa na uongozi wa rais William Ruto, cheche ambazo zilichipuka tangu maandamano ya vijana wa kizazi cha Jenz mwaka jana. Wakati wa maandamano hayo, serikali iliamrisha wanajeshi kushika doria kwenye mitaa ya jiji la Nairobi na miji mingine mikuu ili kuzima ghadhabu za vijana. Jenerali Kahariri akitetea hatua hiyo

Matamshi ya Kahariri yamechochea msururu wa hisia haswa katika mitandao ya kijamii huku Wakenya wakikashifu kauli hiyo na kusema kuwa jenerali ameingilia siasa. Naye aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amemsuta mkuu wa majeshi Jenerali Kahariri kwa kujihusisha na cheche za siasa. Gachagua ambaye alikuwa mjini Naivasha hii leo